Sala akaanza kumwambia Isaac, mimi sikutaki, naomba uondoke kwa sababu wewe uliondoka kitambo tu, yaani ulinisaliti kipindi katoto kangu wakati kadogo. Sasa Isaac anasema kwamba si kwa ubaya, nimekutana huyu mtoto akaniokotea pesa lakini cheni akawa amevaa na ile ambayo nilikupaga wewe, nikasema unipeleke kwa mama yako akanileta kwako. Akamwambia hakuna Isaac, uliondoka nikiwa na katoto kadogo, ulinisaliti mimi ukaniona mimi sio mwanamke anayekufaa. Sasa Isaac akaanza kukumbuka siku ambayo alikuwa anaondoka. Alianza kuamka taratibu, mke wake alikuwa amelala, ilikuwa ni asubuhi mapema sana, yaani hata jogoo mwenyewe alikuwa bado hajaanza kuwika. Sasa Isaac yaani ananyata kwa kunyata, anavyomtoroka sasa hivi, ndio anavyokumbuka Isaac na alichokifanya. Kulikuwa na lambo hapa waliweka nguo zao, ikabidi e achague suruali na shati nzuri nzuri ili aweze kuondoka hapa, msaliti mke wake, na akawa namtoroka akakusanya nguo nzuri nzuri akaweka kwenye lambo. Sasa akafunga ile lambo, akawa sasa anataka kuondoka. Akaanza kunyata taratibu taratibu ili mke wake asisikie, na ana katoto kadogo kana miezi miwili tu. Sasa Isaac anawaza ndo naondoka, namwacha mke wangu. Da, aisei, noma sana. Isaac akaenda kumchungulia tena mke wake wakati amelala. Kweli naondoka, namwacha na katoto kadogo namna hii, miezi miwili tu, ikabidi e akakumbatia katoto akakashika katoto. Yani unajua baba na mtoto ni kama waliungana yani. Nyuma ya maiki, mimi ni Ano Voice, ni kuomba speed bila kusubscribe channel yangu na kuweza kubonyeza alama ya kengele ili wage wa kwanza kabisa kupata video kali kabisa. Thank you guys.